Chief Godlove Makibete eh, kupitia page yake ya Instagram pamoja na TikTok aliweza kurekodi video ndefu ambayo hiyo video ilikuwa na wachana wa Kenya pamoja na Watanzania wale ambao siku hizi, siku za karibuni, wamekuwa kijitokeza kumpinga Rais Mama Samia kusema kwamba ni kama vile dictator. Hili jambo kiukweli halijakaa vizuri. Rais kama ni rais wetu tulimchagua sisi wenyewe kwa kura zetu. Kwa nini hivi sasa tumekuwa kama vile tunamwandama? So Chief Godlove Makibete aliweza kuongea sana mambo mengi, akiwavaa wa Kenya na nakuambia kwamba imetosha maana nimeona mnafanya challenge TikTok pamoja na Instagram mkimtolea maneno ya kashfa rais wetu Mama Samia, eti utafikiri ni kama vile rais wenu. Sisi hatujali, sisi ndio tumemchagua, kwa sababu aliachiwa nchi wakati ipo katika kipindi kigumu. Sasa mbali na hayo yote, Chief Godlove Mwakibete baada ya kuposti hapa video kupitia page yake ya Instagram pamoja na TikTok e, Kigogo alikuja akareact, akaposti hiyo akariposti hiyo video yake, lakini katika upande wa caption akaweza kuandika kama ifuatavyo. Kigogo aliweza kuandika, kuandika kwamba Mwakibete, wewe focus na mambo yako, hizi sio anga zako. Ingekuwa ni mambo ya ushirikina pamoja na makafara ya ng'ombe na ngamia, hapo sawa tungekusikiliza. Ikumbuke siku za karibuni Kigogo amekuwa akimshtumu Chief Godlove Mkibete kwa kufanya kafara za ng'ombe na ngamia, ambapo akisema kwamba mali zake anazipatia kufuatia hizo kafara za ng'ombe na ngamia. Sasa, mimi sitaongea sana na msikilize kile kitu ambacho alikuwa anakizungumza Chief Godlove Mkibete akiwavaa wa Kenya ambao wamekuwa wakimsema rais wetu Samia Suluhu Hassan na Watanzania, ningependa kuzungumza na nyinyi kitu kimoja. Kwanza nianze na Wakenya. Wakenya, tukiachana na ugomvi wetu, mimi na nyinyi kila siku tunaokuwa tunavutana mtandaoni kuhusiana na utajiri wangu, kuhusiana na mali zangu, kuhusiana na nilivyosema nitanunua Kenya, tuweke hayo mambo pembeni, tuzungumze mambo ya msingi. Hivi uh, mnataka kuniambia kwamba uh, hizi challenge mnazozileta, sijui mnamzungumzia rais wetu, mama yetu Samia Hassan Suluhu mnafanya hayo mambo mnayofanya. Uh, toka lini? Uh, rais wetu akaja kuongoza Kenya? rais wetu anaongoza Kenya? rais wetu anaongoza Tanzania. Na ukiangalia sisi Watanzania tuna maisha mazuri kuliko Wakenya, na hiyo iko wazi. Tusiende kwenye ugomvi, twende kwenye fakti. Ukiangalia wananchi wa Tanzania, kwa mwananchi mmoja mmoja, cha kwanza, wananchi wa Tanzania tuna vyakula vipo hatu huku, hatulalamiki kuhusiana na bei ya unga, kwamba eti bei ya unga siyo imepanda siyo, bei ya sukari imepanda Tanzania tunacholilia sisi, sijui hata Watanzania wengine wanalilia nini, lakini mimi binafsi uhuru nilionao wa kujitafutia fedha unanitosha. Maisha ya kusaidia familia yangu na watu wengine unanitosha. Tanzania kuna amani, ndio maana unaona mimi naweza nikapost picha niko na mahela kibao una, e, na na post video, naishi maisha yangu, hakuna mtu ambaye anahangaika na mimi. Sasa inakuwaje wa Kenya huyo uh, mama yenu sijui nani sijui nani sijui nani, nani mweusi fulani, waona amekomaa vibaya mno, yaani kakauka. Alafu ndo maana ile wanasema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Hivi yule mama anawezaje kuja kutaka kuja Tanzania eti nakuomba, kuomba eti nitakuja Tanzania pale ambapo fulani atakuwa rais? Aliyekwambia nani atakayemchagua huyu unayesema wewe kwamba atakuwa rais? Sisi tumemchagua rais wetu mama yetu Samia Hassan Suluhu, hatuna shida na rais mwingine, na ndo anapita hivyo Hayo maswala ya sijui utakuja kipindi akiwa naongoza fulani, basi sema utakuja ukiwa maiti umeshakufa umededi, lakini hauwezi ukaja tena Tanzania. Kwa hiyo mimi binafsi ningependa kuwaomba wa Kenya, sio kwa ugomvi, kishikaji tu, sisi na Tanzania ni kitu kimoja, lakini kila nchi na uongozi wake. Sisi wa Tanzania hatuwezi kuja kuamulia nyinyi Kenya kwamba uh, lazima mumchague Ruto au hatumtaki Ruto. Aha, sisi hatujawaingilia sisi kwenye nchi yenu tumewaacha mdili na mambo yetu, tumewaachia Ruto, tumewaachia viongozi wenu, hatujawagusa. Sasa kwa nini viongozi wenu wanakuja kuingilia mambo ambayo hayawahusu? Yaani mfano huyo mama yenu kashindwa kuiongoza Kenya, anakuja kuja kujifanya analeta challenge Tanzania. Tanzania sisi hatuna time, hatuna muda, na hatujaomba msaada wa kuja kusaidiwa, sijui kufanya vurugu. Hatuna shida na vurugu, Tanzania ni nchi ya amani, mtoache na mama yetu Samia Hassan Suluhu kafanya kwanza, cha kwanza kaikuta nchi ina majonzi ina mavurugano ina ma, ma, ina ma kila kitu ni yani. Ame, amepewa nchi mama yetu kipindi ambacho watanzania wana majonzi. Tumetoka kumpoteza uh, ambaye alikuwa anaongoza naye rais wetu uh, Magufuli. Kipindi amepotea, uh, amefariki. Niseme nchi kaikuta kipindi ambacho hakutarajia kuipata. Kaipata kipindi cha majonzi, lakini kasimama na sisi. Nchi haijapitia shida nchi haijapitia changamoto yoyote. Na mama huyo ambaye mnajifanya sasa hivi nyinyi mnamwangaikia, sijui Lisu, mama kipindi ambacho Lisu anaumwa amezidiwa, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuenda hospitali kumwangalia huyo Lisu, na alikuwa wa kwanza kutoa pesa za matibabu Lisu apone. Sasa mnakujaje mnaingilia mambo ambayo yawahusu? Mimi binafsi ni tim, ni timu Samia Hassan Slo, na ningependa kuomba Wakenya, kila Mkenya afokas na mambo yake, tusiingiliane. Sisi ni familia, lakini kwenye masuala ya uongozi tuwaache viongozi wetu wafanye mambo yao vile inavyotakiwa. Uh, swala la uh, Lisu kuwa mahakamani, mahakama ni mwimili mwingine ambao unajitegemea. Rais haiamulii mahakama, na rais ni taasisi. Hamwezi tu mkapigapiga kelele huku mtandaoni mkasema rais atafanya kitu. No, mahakama inajiendesha yenyewe. Tuiache mahakama ifanye kazi yake, tumwache rais afanye mambo yake, na sisi kama watanzania mimi nikizungumza kama influencer kama Mtanzania, nasema Samia anatosha, hatutaki mtu mwingine na hiyo imeisha. Hatutaki maelezo mengine. na Mtanzania nisikilize, Mtanzania, njia pekee ya wewe kupata kiongozi mzuri ambaye atakuongoza ni kupiga kula, na sio kupiga kelele, sio kuandamana, sio kulazimishana -ku -ku -ku -ku tufanye vurugu ah -ah. Wewe kama unajiona unahitaji mabadiliko, mabadiliko yanapatikana kwa kupiga kura, sio kwa kupiga kelele. Unaweza ukakuta mtu na mfano hata wao wa Kenya mnao waomba msaada, wanakuja. Haya, mkenya hawezi akapiga kura Tanzania kwa sababu hana haki, hana kitambulisho cha kupigia kura. Anakusaidia nini? Mtu pekee anayeweza kufanya mabadiliko, mtu pekee ambaye anaweza akafanya, akachagua rais, akachagua mbunge, akachagua diwani ni mtanzania kwa hiyo mtanzania unayenisikiliza sasa hivi, wewe ndio mwenye maamuzi, na mimi ninavyojua maamuzi yetu sisi tumemchagua mama. Aa, mama kaongoza miaka minne tu, lakini mambo aliyoyafanya ni makubwa na yanaonekana. Kwa hiyo kama wewe unahisi ni wakati wako wa kupiga vurugu, vurugu utapiga mwenyewe, na vurugu siku zote huwa zinawazuru watu wale ambao wanazifanya. Mfano kama mimi nitapata vurugu gani? Mimi hata mkifanya vurugu itanikosi nini? Nitakuwa na hela Eh, mnaweza mkapiga vurugu, mimi nikawa niko nimeenda Uganda, nimeenda Zambia, nimeenda Kongo, nimeenda nimeishi huko, nime, nime relax nina hela. Kwa hiyo tunawapigania nyinyi ambao ni wanyonge, hamwezi hata kupata nauli ya kuhamia Zambia, mnataka vurugu? ni wapumbavu wetu. Mimi nimemchagua mama, wewe si unamchagua nani? Wewe kama Mtanzania simama sehemu hii moja, usiwe tumemaliza hivi. Afu kingine mi, mi sio mwanasiasa mimi sio mwanasiasa, mimi ni influencer, ni mwananchi wa kawaida kama wananchi wengine meisha, ni Mtanzania. Kwa hiyo Mtanzania unayenisikiliza sasa hivi, wewe ndio mwenye maamuzi, na mimi ninavyojua maamuzi yetu sisi tumemchagua mama. Aa, mama kaongoza miaka minne tu, lakini mambo aliyoyafanya ni makubwa na yanaonekana. Kwa hiyo kama